Cha maji katika mradi huu ni chemchemi za Nyaupele, Gegeni zinazopatikana kijiji cha Nzivi pamoja na mto Ruaha mdogo kinachopatikana katika kijiji cha Kitelewasi na mto, na mto huu unahudumia pia mradi wa maji Marangali. Mradi wa maji Mbaramaziwa maziwa ulitarajiwa kukamilika mnamo tarehe 11 mwezi wa 10, 2024. Ila kutokana na changamoto tajwa, changamoto mbalimbali za kifedha unatarajiwa kukamilika ifikapo tarehe 11 mwezi wa 6, 2025. Asilimia ya utekelezaji ni hamsini. Gharama za mradi. Ndugu Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa, ujenzi wa mradi wa Mbaramaziwa unagharimu kiasi cha shilingi bilioni 6.6 bila VAT na unatekelezwa na, na mkandarasi mzawa aitwaye Ponela Construction Company Limited. Mpaka sasa mkandarasi ameshalipwa kiasi cha shilingi bilioni moja ambayo sawa na asilimia 14.99 ya mkataba mzima. Kazi zinazoendelea kufanyika hadi sasa ni pamoja na ujenzi wa tenki la cubic mita 300 ambao ndio hili hapa imefikia 90%, ujenzi wa tanki la cubic mita 75 katika kijiji cha Iramba 80%, ujenzi wa tenki lenye ujazo wa cubic mita 75 kijiji cha Kinengembasi upa 80%, ujenzi wa tenki cubic mita 75 kijiji cha Telewasi 60%, ujenzi wa tanki cubic mita 50 katika mnalo wa mita 12 kijiji cha Mbaramaziwa kwa 10% ujenzi wa mnara kwa sasa unaendelea. Uchimbaji na ulazaji wa bomba umbali wa kilomita kumi na mbili umefanyika. Ujenzi wa sump tank ujazo wa kubigimita sabini na tano uko asilimia themanini na ujenzi wa nyumba ya kuongozea pampu uko asilimia themanini. Kazi zilizo baki, ndugu mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa, kazi zilizo baki ni pamoja na ukarabati wa na upanuzi wa mtego wa maji Ngegemi pamoja na ujenzi wa uzio, ukarabati na upanuzi wa mradi mtego wa maji Nyaupele, uh, pia na, na pia ukarabati wa laini kuelekea tenki la Idetelo, ukarabati wa matenki ya kuhifadhia maji katika vijiji vya Ukemele, Idetelo, Kiterewasi, Nyanyembe, Maguvani, Kinengembasi, Ilamba, Mkangwe na Mbaramaziwa, pia ujenzi wa ofisi ya Sibiuso na ujenzi wa vituo hamsini vya prepaid meters. Mafanikio ya mradi ndugu mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Iringa kupitia mradi huu tunatarajia kupata manufaa yafuatayo. Mradi utatoa huduma kwa wananchi wapatao 16713 na pia tutapunguza uh, mlipuko wa magonjwa na pia tutawapunguzia wananchi kutembea umbali mrefu kutafuta huduma ya maji. Kwa vijiji tisa hivi tunataka mm -hmm. maji na mm -hmm. mradi huu ameusubiri kwa muda mm -hmm. unaweza ukaona effort nadhani ya mkandarasi mkubwa <laughs> kuliko ambavyo analipa fea zake. Kwa mimi, nadhani ujumbe wetu, waambie wakubwa zako kwamba tunaomba wafanye wafanyike wanaloweza waweze kumlipa mkandarasi ili kweli mwezi wa sita tukabili mradi. Sawa. Katika mazingira haya, kwa hiyo naomba kazi zaidi ya asilimia 80. Sawa. Ili wananchi hawa wameona kila siku mnajenga alafu maji hayaji. Hawatuelewi. Serikali imeleta fedha, imeleta budget sawambie watu wa, wako wa, wa, wa, wa, waluasa kwamba waweke priority kwenye mradi huu hmm, kwa sababu vijiji tisa ni vingi hmm, ili tumalize mradi.